Shalom, karibu kwenye kipindi kingine cha wasawa, Njoo ule, ukue, mfulizo wa masomo ya kumsaidia mtu yote anamtafuta Bwana katika roho na kweli, weza kuyaishi maisha kwa namna ambayo inampendeza Mungu, kuliishi neno lake kuishi kwa mifano ambayo bwana anaachilia sasa na mapenzi yake basi uh, karibuni katika somo la leo ambalo somo letu la leo ni malimbuko tua tukamkaribisha bwana na tutaendelea na somo hili baba katika jina la yesu tunakuja mbele zako saini wakati mfalme mtakatifu kiomba toba kiomba rehema kiomba msamaha wako mali popote ambapo yamkini katika kunenda kwangu katika utendaji wangu wa kazi nimepungukiwa na utukufu wako ninaomba rehema pia kwa mtoto wako anaetazama video hii na kila mmoja ambaye Bwana atapata wasawa kutazama video hii, akapate kusamehewa akapate kuremewa. Tunakuomba Bwana atukuone. Karibu Roho Mtakatifu na nguvu zako na uwezo wako na mamlaka yako, uwepo pamoja nasi ili kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yetu siku ya leo kikapate kuwa sawa na mapenzi ya Bwana. Amina. Basi tunakwenda kuangalia aina ya pili ya sadaka uh, katika video za nyuma zilizopita ilielezea sadaka kwa ujumla. Uh, na, uh, mwaka hasa video ya kwanza kabisa nafikiri, kwa inabeba mtiririko mzima wa sadaka, nikazielezea kidogo kidogo kwa haraka ki, ukienda kuangalia video za nyuma za huduma uh, hii. Lakini pia sasa hivi tuna tangu uh, kama sijakosea, ni video ya tatu au ya nne ilianza kwanza kuelezea sadaka na tukaanza na sadaka ya zaka. Leo tunakwenda kwenye sadaka ya malimbuko. Sadaka malimbuko ni sadaka ya aina gani? Sadaka malimbuko ni sadaka ya kwanza ambayo wana wa Adam na Hawa, Adam na Eva, Kaini na Abili walimtolea Bwana baada ya kwamba wazazi wao walipofukuzwa kutoka Edeni. Baada ya kosa la kwanza la Adam na Eva, Adam na Hawa walifukuzwa Edeni. Walipofukuzwa Edeni, walikaa wakalima nchi wakazana watoto wakampata Abili uh, na kakake Kaini. Na baadaye tutakuja kuonyeshwa kuja kumpata Seti. Lakini basi Seti tutakuja kumuona baadaye huko mbele. Lakini tunaiona sadaka ya kwanza ambayo Abili na Kaini walimtolea Mungu ambayo ni sadaka ya malimbuko. Tunaipata habari hii wapi? Tunaipata habari hii katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya nne. Neno linasema: Adamu akamjua Hawa mkewe, na akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume, mwana mwana kwa Bwana akaongeza akamzaa ndugu yake Abili. Abili alikuwa mchunga kondoo, na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye, Kaini akaleta mazao ya ardhi, sadaka kwa Bwana. Abili akaleta wazao wa kwanza wanyama wake, sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali, akamtakabali Abili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema hutapata kibali, usipotenda vema, dhambi iko inakotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Hapa ni mpaka tumesoma, mpaka mstari wa saba. Tunaona wote walimtolea Mungu sadaka, lakini sadaka iliyotakabaliwa iliyokubalika ilikuwa sadaka ya Habili. Kwa nini Mungu alitakabali sadaka ya Abili akitakabali sadaka ya Kaini? Alitakabali sadaka ya Abili kwa sababu alimtolea vitu vinono, vitu vilivyopendeza, vitu vilivyofurahisha moyo wake Bwana. Ukiangalia, hmm. Wote tunaombiwa hapa walitoa walitoa sadaka. Sadaka, mmoja alitoa mazao ambaye ni Kaini na Abili akatoa sadaka kutoka kwa wanyama wake walionona wote walitoa malimbuko. Sasa malimbuko ni sadaka aina gani? Malimbuko ni matunda ya kwanza ya kazi yako, iwe ni ukulima, iwe ni ufugaji, iwe ni biashara, iwe ni kazi ya kuajiriwa. Yale matunda ya kwanza unayomrudishia Bwana ndiyo huwa yanaitwa malimbuko. Malimbuko tofauti na zaka, malimbuko huna kiwango, unaweza kumpa Bwana vyovyote unavyowiwa ndani ya moyo wako kutoa na tunafundishwa kutoa kwa ukarimu. Unapotoa kwa ukarimu, ndivyo unavyobarikiwa zaidi. Lakini pia tunaambiwa uh, sadaka yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Manake kama unamtolea Bwana sadaka iliyo njema, manake na moyo wako upo kwa Bwana. Ndio maana unaweza ukampa sadaka iliyo njema. Tunaona hapa tunafundishwa toka tuliposoma kwamba Kaini alimtolea Bwana pia sadaka, lakini tunaona alitoa tu vitu vya kawaida vya yani ambavyo huwezi kusema vile vinaleta manukato safi mbele za Bwana. Na daima sadaka yote huwa inauma, sadaka yote inauma. Kama unatoa sadaka yako na usikiki kuuma, mm, inabidi ujitazame tena. Nakumbuka mwanzoni wakati Bwana ananifundisha kwa habari ya makuzi ya kiroho na sasa ananifundisha utoaji mzuri unaomgusa jicho lake. Kuna siku nilikuwa nimeenda kanisani, nikawa na noti mbili, moja ndogo kuliko hiyo nyingine. Nikawa nimekusudia kwenye pochi kutoa ile ndogo kuliko hiyo nyingine. Wakati nataka kusimama kwenda kutoa, Roho akanisemesha, kwa nini unatoa hiyo ndogo kuliko hiyo nyingine? Nikajisikia vibaya, nikasema kweli, afu hii ah, afu nikawa na waza sadaka yenyewe ndo hii nilionayo, pesa yenyewe ndo hii nilionayo. Sasa hapa nikitoa inakuwaje? Baadaye nikajiambia Bwana nitapata tu ustaarabu mwingine, nitajua nitakavyofanya kutoka kanisani kufika nyumbani. Basi ile sumu likaniingia, roho alinifundisha kwao, nikatoa ile kubwa na nilisikia inaniuma na, ni na baada ya pale ninahakikisha kwamba sitoi chini ya hiyo kiwango na uh, kadiri miaka ilivyokuwa inazidi kwenda, kadiri Bwana alivyokuwa ananibarikia, nikawa napandisha kile kiwango ili kwa nini nilitaka sadaka yangu iwe sadaka njema. Sasa hapa sikuwa natoa limbuko. Hapa nikuwa natoa tu sadaka kawaida ambayo inaitwa sadaka dhabihu, sadaka tunazozitoa kwenye ibada, kwenye maombi fulani ndo hizo e, ndo sadaka za dhabihu. Sasa kaona mimi sasa, hii leo naenda kuitoa ile sadaka ambayo inauma. Yani ilo neno lilinikaa na mimi, baadaye tena mmoja wa watu walionikuza kiroho akaniambia sadaka yote hakuwa na maanisha pesa la nini, vizuri uh, sasa hapa tunaona Habili na Kaini. Unaweza ukafikiria Habili alipokuwa namtolea Mungu alikuwa umii, kwamba anatoa wanyama yake, pengine ilikuwa inamuuma, lakini haikuwa namuuma kwa, kwa ubaya yani alikuwa nafurahi kumtolea Bwana kitu kilichochema ndio maana Bwana akaitakabali, yani ametoa kitu kilichochema, matunda ya kwanza ya, ya ya mazao ya mifugo yake sehemu zilizonona, yani kachagua yule mzuri, saa huyu ndo nampa Bwana na Bwana akamtakabali, kwa sababu ametoa pia kwa moyo radhi, yani kwa ule utayari wa moyo, hana kinyongo, hana nini, anataka Mungu aipokee kile kitu ambacho yeye mwenyewe angekipenda sadaka ya malimbuko ni tofauti sana na sadaka ya zaka. Kwa maana gani? Sadaka ya limbuko huwa upangiwi kiwango, upangiwi, yaani Mungu aweze kukwambia nipe asilimia kumi ya mazao yako au nenda kwenye shamba kata mpaka hapa, ni wewe mwenyewe tu utayari wako, ni namna ambavyo wewe mwenyewe utaamua kumpa Bwana, na Bwana hapo ndo sasa atakayaitakabali. Ndio maana anamwambia Kaini ukifanya vema, je, hautabarikiwa? Inawezekana Kaini alikuwa anatoa hivyo lakini pia kuna kwa masononeko kwa manunguniko. Sasa tuirudi sadaka ya kwanza. Umepata kazi, mtoto wako amepata kazi, sijui mwenzako amepata kazi. Unataka hiyo kazi ilindwe, mtolee Bwana malimbuko. Yaani hii ni kitu ambacho ninawafundisha kwenye sadaka, nisikilize tu. Na ukifanya sawa sawa Bwana usipojibu maombi yako. Njoo nirudie nitakuelekeza kwa ule umekosea mahali. Sadaka ya limbuko ni sadaka ambayo namwambia Mungu sasa, nimekuja mbele zako na kushukuru kwanza, umenipa hii kazi, umenipa hii mifugo, umenipa haya ya mavuno, umenipa uhai, umenipa sijui nini. Sasa ninakutolea kitu cha kwanza kabla sijaanza kukitumia mimi mwenyewe. Na ndio maana limbuko, kwa mfano mtu anayeanza kazi leo Ukishakula limbuko na bahati mbaya au mzuri, wengi malimbuko yetu huwa tunapeleka kwa wazazi. Mimi ikiwa mmoja wapo, hakukuwa na mtu aliyewahi kunifundisha kwa habari ya limbuko. Sikujua kwamba limbuko napaswa kumtolea Bwana, sikujua. Kwa hiyo mshauri wangu wa kwanza nilipoanza kazi nilipeleka kwa mama yangu, nafikiri nusu nusu, nyingine ndio ilikuwa salama wangu nilipeleka kwa mlezi wangu wa kiroho kidogo lakini alisema kitu afu sikumwelewa. Alinambia, kwani umeleta nusu? Sasa sikumwelewa, alimaanisha nini, kabisa sikujua. Baadaye sana Rondo akaja akanifundisha mwenyewe kwa habari ya hizi sadaka, nikajua ah, kumbe nilifanya kosa. Sikupaswa kupeleka nusu kwa mama yangu, nilipaswa kumpa nzima yule mtu wa Mungu. Sasa natamani wengi tusipite tena huko. Kama ulishakosea basi, unaweza ukatengeneza tu kwa rema, kwa sababu sadaka ukishatoa, limbuko likishatumika, huwezi kurudisha, tofauti na zaka ambayo ukikosea unaweza kurudisha sehemu ya tano. Yaani ipo kabisa kwenye Biblia, inakuonyesha kwamba kwa ukipitiliza, ukisahau, ukatumia si ukafanya nini, kuna namna kuirudisha ili ile baraka uipokee inakuja na uh, kama fine hivi tunaita asilimia tano kile ambacho ulipaswa kutoa. Lakini limbuko, kishakosea umekosea, huna tena namna ambayo utaweza ukairudisha. Sasa, umeshakosea unafanya nini? Unaenda tu mbele za Mungu unaomba toba. Unamwambia Bwana, nisamee. Sikujua, kwa hiyo nikatoa kwa namna ambayo haikuwa sahihi. Kama umetoa vizuri basi Heri yako utaendelea kubarikiwa. Kwa hiyo utakapokuja, kwa sababu kama hivi hapa naongelea kwa watu ambao mnafanya kazi, yani ambao mna kazi za kuajiriwa. Kwa hiyo utakapokuja kupata increment, yani ongezeko la mshahara, lile ongezeko la mshahara utalitolea limbuko, lile ongezeko kwenye ule mwezi. Lile ongezeko naliona kabisa, mshahara wangu ulikuwa ni elfu hamsini, ghafla sasa hivi, so ghafla sasa hivi mshahara wangu umekuwa laki moja. Manake ilo ongezeko la elfu hamsini nyingine nilimbuko kwa Bwana ule mwezi wa kwanza. Mshahara wangu ulikuwa laki mbili, lakini sasa mshahara wangu ni laki mbili na nusu. Ile elfu hamsini nilimbuko kwa Bwana, ile ongezeko jipya nilimbuko kwa Bwana. Mshahara wangu ulikuwa milioni tatu, sasa hivi ni milioni tatu na laki mbili. Ile laki mbili ni ongezeko, ile ongezeko nilimbuko kwa Bwana. Alafu ile milioni tatu laki mbili elfu hamsini unaitolea sasa zaka kawaida ambavyo ulikuwa unatolea. Kwa hiyo manake kuna sehemu utatoa limbuko na sehemu utatoa zaka. Maana utajikuta unatoa zaka na limbuko. Sasa naomba umakini hapa uwepo eh. Unapotoa zaka, unapotoa limbuko. Kwa kama wewe ni muombaji mzuri, msikilize Roho anakuelekeza nini. Kama ameshakuelekeza mahali pa kupeleka zaka, basi uh, uendelee kupeleka hapo lakini limbuko, tafadhalini sana tuwe makini. Limbuko linapelekwa kwa makuhani watumishi wa Mungu tu, watu wengine wote hawapaswi kupokea limbuko. Yaani hichi kitu ni lazima kukiweka katika msisitizo. Kwa hiyo kama kwa mfano Bwana anawezekana kama amekuambia katika majira haya, nataka asilimia sabini ya zaka yako iende, kwa mfano kwa mjane au wajane fulani, asilimia thelathini labda iende kwa yatima maana yake kwamba ukipokea limbuko lipeleke kanisani au kwa mtumishi wa Mungu ambaye anakulia kiroho, kadiri roho atakavyokuwa amekuelekeza na umwambie kabisa, hili ni limbuko, ili akuombee kwa baraka za limbuko. Kama unapeleka yote kanisani, peleka, lakini usichukue limbuko na zaka ukaviweka pamoja ukavipeleka kama zote sadaka zako, utakuwa umekosea pia. Limbuko ina baraka yake na zaka ina baraka yake. Hata kama utazitoa pamoja, anayekuombea ni lazima awe anatambua, ili akuombee baraka za zaka au, au na akuombee baraka za limbuko. Hili ni jambo la muhimu sana. Limbuko napelekaje? Limbuko unapeleka kama unafuga, kama mazao, unaweza ukavuna ukachukua ukapeleka uka uh, au ukawa unalima unachukua mazao yako unayapeleka, kama alivyo. Kwa mfano tuchukulie mfano mahindi, unavuna mahindi yako, kabla hujavuna yote, unaamua kumtolea Bwana limbuko, yani yote, akiwa shambani, yani hujaanza kabisa kuvuna, unatoa kwanza limbuko la Bwana, unahakikisha unalipeleka linapokelewa, li ndipo unaendelea kuvuna una mnyama wako, kwa mfano tuchukule kuku, kabla hujachinja wale kuku wengine, unatoa limbuko, linabarikiwa, ndipo unakuja kushughulika na hao wengine. Una pesa yako, kabla hujatoa zako, hujafanya nini, toa ile, increment, toa ile ongezeko, lipeleke, libarikiwe, ndipo uje utoe japo kitoa. Zote sio mbaya, unaweza pia ukafanya zote, sio mbaya sana, is, is okay, yani haina neno, lakini daima toa limbuko kwanza inapokubidi ina, ina kama unaweza kutoa zote pamoja fanya. Kama uwezi, toa malimbuko kwanza ndipo uje utoe zaka baadaye. Yani, hichi kitu usisahau. Sehemu unayopeleka au Bwana ambapo amekuelekeza kupeleka, huwezi kupeleka mnyama yuko hai, basi utamuuliza yule anayepaswa kupokea, mtumishi wa Mungu anayepaswa kupokea, au yule anayepaswa kupokea au ufanye naye nini, alafu yeye atakuelekeza sasa fanya hivi hivi fanya hivi, fanya hivi. kwamba ni yeye sasa ndo anaamua wewe, um, um, umfikishieje hiyo sadaka, kama Bwana amekuelekeza kwa habari yake. sadaka ya matunda ya kwanza ni sadaka njema. Hii nimeiona kwa sababu nimekuwa nafundisha watu kwa muda, nimeiona ikifanya kazi sana. Sana. Kuna mama nilimfundisha, akawa uh, na shamba lake Yaani sio peke yake wamelima wa na tukieni yani kila mtu ana same same. Ikatokea kwamba watu wamepanda mbegu hiyo, marage ina hiyo. Ikatokea kwamba wenzake wote vya kwao vikota, havikota kabisa. Lakini kwake, yani palipo kata hivi mraba. Palikuwa pamelindwa, yani paliota, pa kwa yani paliyota mpaka wenzake kamuuliza. Mbona hapa kwa kwao tu? Yani pametengeneza example alikuwa pia katikati, hakuwa hakuwa pembeni sana, kwa hiyo alikuwa alikuwa katikati tena, ukisimama kisimama mbali unaweza ukajiuliza, hili shamba, kwani ni huyu tu ndo kapanda? Mbona wengine vyote huko pembeni havija ya, havijaota? Pembeni yake haijaota, pembeni yake haijaota, wa mbele wala wa nyuma. Akapokana na mzako nao, ameenda kwa mganga gani? Mbona kwa na vimeota na kwa na wote tumepanda mbegu moja? Akaambia mimi bwana Mungu, alihakikisha anajitukuza kwake, si alimpa matunda ya kwanza ya mazao yake. Kwa hiyo ahadi yake ni kwamba atamlindia na tunutu na viwavi na madumadu, ardhi itatoa matunda yake kwa muda na majira yake. Hata kama kuna shida vitatoka. Bwana kubariki sana. Nikutie nguvu, nikushauri usiache kumpa Bwana matunda ya kwanza. Wakati mwingine inauma, lakini ile sadaka inayouma ndo sadaka njema. Na hata kama unatoa itoe kwa moyo mchangamfu, yani sema utabarikiwa na heri tu ungeitumia kwa sababu adui atakuja, atainua hati za mashtaka mbele zake kwa habari yako, mbele za Bwana kwa habari yako, na sadaka yako itabarikiwa. Usikubali kutoa kama Kaini, amua kutoa kama Abili. Toa kwa moyo mchangamfu, toa kwa ajili ya Bwana, toa ili jina la Bwana litukuzwe ukijua kwamba Bwana ndiye Mungu wako na kila kitu kinategemea na kinatoka kwake. Bwana kubariki sana, nikutakie mchana mwema. Tumshukuru Bwana Mungu wetu na Baba yetu. Katika jina la Yesu tunakuja mbele zako saa hii na wakati huu, Jehova Mfalme, tukikushukuru kwa ajili ya nafasi hii uliotupa kwa habari ya sadaka ya malimbuko. Asante Jehova Mfalme kwa yote ambayo umeachilia. Asante Baba kwa wema wako, asante Baba kwa kibali chako, asante Baba kwa kila jambo ambalo umeliruhusu. Sifa, utukufu, heshima na adhama ni za kwako peke yako. Amina. Bwana kubariki sana, nikutakie uwe na mchana mwema. Shalom.